Yes, mchezo umemalizika eh, kwa maana kwamba mchezo umetamatika hapa KMC Complex. Eh, Wekundu Msimbazi wakinyanyuka na alama zote tatu muhimu eh, wamejiweka kwenye msimamo mzuri kwa ajili ya kuelekea kwenye mchezo wa mwisho wa Dabia Kariakoo. Joni, mambo vipi? Poa mzima mm, na we mzima? Ah, mimi namshukuru Mungu <coughs> naona na we ni miongoni mwa watu ambao umekuja kushuhudia mchezo live bila chenga ya. Yeah, mimi popote mechi za kem, za Simba kwa nyumbani hata mm, zingine za we mm, na kwenda mkoani zingine za wani, za nyumbani sijaikosa mm, mechi za nyumbani hata moja. Hapo iko KMC performance sasa ya mnyama e, kuelekea katika mchezo wa derby ya Kariakoo tarehe 25 ambapo ndio mchezo ambao mtakuwa wenye mtakuwa wageni kwa sababu kasabu huo ndio ndo ulikuwa mwisho ambao wenyeji. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu mm, mechi inaisha salama mm.

Tafuteni Yanga point moja, hmm. Yeah. Watani wenu wamepiga mtu kama ngoma kule. Ninyi mmepata ushindi mwembamba. Hii inatoa salamu kuelekea katika mchezo unaofuatia. Amwingine na hofu yoyote kuelekea kwamba wamezoea kupata matokeo dhidi yenu. Hapana Yanga

Goli sita kisa tukafungwa timu bora maana yake. Kwa hiyo yani hapo tofautisha hapo. Simba na Yanga tofautisha hapo. Kuna maji na, na pumba, uelewe. Simba alama moja mtani wako anaingia na advantage ya kwamba hata kipata sare anatawazwa kuwa bingwa kwa maana ya kwamba atanyenyua kikombe cha eh, mara nne mfululizo kwa maana ya kwamba ukame utaendelea kwenye viunga vya Msimbazi. umejiandaa vipi kwa ajili ya kwenda kumkabili Yanga Africans, timu ambayo inasifika kuwa na teamwork kwa maana ya kwamba wanakaba pamoja, wanashambulia pamoja. Kwani Simba kali pamoja Simba. Mbona Simba wanakaba pamoja? Pa Simba anakaba pamoja eh, kama Simba kama yupo timu yake. Leo bana draw au mechi ya juzi. Mbona Simba wanakaba pamoja? Wanashuka wote wanashambulia pamoja. Kwa hiyo huyo ana timu bora? Kafika wapi msimu ulioisha? Kafika wapi kimataifa? Nyie wacheni kushuo matangopoli. Simba ni timu bora kama wengine. Timu yote NBC mm, Premier ya ligi mm, ni timu bora. Sima sio mbovu mm, kama mbovu simba kifungwa na, na, na Kagera mm, au kifungwa juzi mm, na Fountain Gate mm, hajafungwa utasema Yanga niko bora na, na imani ya kuhakikisha kuwa mnakwenda kumfunga Yanga Africans kwenye mchezo ambao wanautaka zaidi na wanalitaka kombe, pichi auchpichi tamu, tamua Simba iko bora pia zaidi, Simba iko nafasi ya nne, kuna lengi za kafu iko bora zaidi, na katoza finali juzi, hata miezi mitatu haijaisha nye, bado Simba iko bora ushangae. Jumatano Simba kashinda goli tatu nne. Au, au nne ni. Ni football, football. Football, football. tatu Haushangai, ndio mpya ndio ulivyo fo football. ftbea kwenye mchezo huu kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wenye hofu, unalipi la kuambia sasa kwa kumalizia, uwatoe hofu mashabiki waingie kifua mbele, aidha wasubiri dakika 90, kama wapi kama kama nani aingia hofu kama nani yupi? Mashabiki wa Simba wanajulikana kama akeingia hofu pasi milioni msalamu Kisugu, Manara mimi <yupi>? mnandi <coughs> wote <coughs> wanaingia hofu. wanaingia juu football wao ukiwa mtu anaingia hofu sio mtu wa mpira football. Hmm, mpira bado kwa katili kwa matokeo; matokeo kuna kufunga kushinda kudraw. Sasa wewe, mechi haijachezwa, unaingia hofu kitu gani? Unapiga unapigwa. Yanga kashinda goli tatu bila au goli nne goli tano. Hayo matokeo ya kawaida tukamfunga nani goli tatu hizo goli tatu? Jioni eh, mimi ni kushukuru sana na nikutakia siku njema na ongera kwa ushindi. Asante. Tukutane tarehe 25. Yeah, asante.